elew kidogo kidogo. Yani wewe umepatana na mimi kwa njia ya kwa mara ya kwanza apo, uanze kunisimamisha, uanze kuniongelesha maneno yangu hata sielewi. Afu niambie unanipenda kivipi? We, sikia, niangalie vizuli mama angu. We, sawa, niangalie vizuli. Mi hapa ni shalobala zamani sawa. Mi shalobala zamani bao, yaani ukipata mimi kwanza kwanza, kwanza. Ni handsome. kwanza niangalie

Unielewi wapi wewe, sikia, yani yani, sikia labda, labda mimi mimi mimi mimi mimi mimi mimi mimi niongee Kiingereza changu cha ndani, sawa? I like you you you I'm liking. I'm I'm liking liking, ah, ni bora na bivu nimekuja, nime, nime tu nimefika kwa sister yangu, nikasema mi, nikajua unakaa huko maanake, niliulizia juu, hata sikupata location vizuri karibu. Ai, nimekumisi so much, yaani siamini my best. Mimi nipo jamani, sana kana nipo Yani ndio kawa kukatizi kabisa, hata watu wanatuharibia maongezi yetu baada na wewe hapa. Kwa njia, nashangaa mtu kanisimamisha, mambo ananiambia ananiambiaa vitu vyake vingi, mara misa. We sikia, huyu hapa, huyu hapa mm-hmm. Naonekana ah, no, mkenya mshamba, nami nashangaa wakenya geni washamba, hakuna wakenya shamba, shamba kama wewe sana kwanza sio mimi, ninaambiaje? Mimi hapa kwa kwanza, mimi hapa nipo, nipo smart. Mimi ni sharobalo wa zamani, ukiniangalia eh, niangalia kwanza juu mpaka chini. Kwanza nimepiga kwanza misuko yangu fresh, sawa? Ukiniangalia, ukinizungusha nyuma, mpaka nyuma unapata majibu ambayo wasikia. Mimi huyu nimempenda, lakini shida kumwambia Kiingereza nimempenda, nimwambiaje aweze fanya, aweze kunielewa bro? Vipi hata na usijifanye kama unijue na kujua vizuri sana wewe, wewe nyumba yenu iko pale pale bondeni pale, nakujua vizuri sana lakini umekuja hapa mna kuangalia, umekuja umeongea ongea kizungu chenu hapo Kiingereza sawa okay, anyway sa, lakini we kaka, kwani umetumwa au kute we ni wizard? Manake sikuelewi sikupati hata kidogo. Wewe mimi sio mwizi wewe, mimi siyo mwizi. Eti wewe, mimi sijakuita mwizi, nimekuita wewe ni mchawi. Kwani sikizangu kwa ndia kwanjia huyu kwa kidogo kama ishirini kumbe kunifikisha hapa njia ni kumbe bure naongea na chizi. Ah, kwa nini unakuja kunitukana? Mimi dishi nimeumba, si ndio, kaka? Mimi dishi nimeumba. Nimeumba na wapi? Ah, kwanza, cha kwanza sio kwanza kwa mimi ni uniombe lazima, sawa? Umeniambia mimi mwizi. Mimi mimi mwizi. Ukinyaga mimi mimi mwizi. Mimi sio balaa za zamani wewe. Wewe Mkenya gani mshamba wewe? Wewe uko hapa kwa njia. Ungemwacha ende zake au usingeongea naye. Mimi sijajua, maana kaenda mwenyeji huku. So nikasema acha nisimame wee, nimsikilize lakini nini? Na kufanya nini wewe? Sikia hii mada, nimekutongoza nimekutaka, nime wewe, namtaka uye hapa Mkenya nya bongo, swataki siwataki bwana wewe, Mkenya basi magoti, yeah. So, umepatana na mtu kwa mara ya kwanza e, kwanza unanipenda

Juu mimi ni Mtanzania, sawa, mimi ni Mtanzania, tena ni Mtanzania halisi. Na ndumba mimi naziweza, mimi babu yangu na babu yangu, sawa, nataka na babu yangu ni wachawi kinoma noma kimaki maki, yani ngoja sana niwaroge mu we mate. Sawa, nataka ufuate huyu huyu huyu mkenya alikoenda uko, sawa, ukifika kwa huyo Mkenya, nataka umtokee pale kwa sura yangu, na ukimtokea pale ni lazima akubali kuwa mimi ananitaka hiyo <laughs> imependa